Sasa hivi tuko kwenye msimu wa korosho kama mnavyoita nini, na shughuli za minada zinaendelea. Umesema ni wiki ya tano. Mimi niwapongeze sana, ilikuwa na kusikiliza kwa makini kuona namna mnavyoendelea kufungua fursa ya kilimo, lakini hasa mlivyojielekeza kwenye malengo yenu matatu uliyosema. Nasema la kwanza ni kuongeza uzalishaji na kwamba zile za mwaka uliopita tani laki tano ziende tani milioni moja mwaka elfu mbili na thelathini lakini ukasema kujielekeza kwenye ubanguaji kwa asilimia mia moja mwaka elfu mbili na thelathini mawazo mazuri mtazamo mzuri na mwelekeo mzuri lakini meeleza namna mnavyojielekeza kwenye block farms na ukaitolea mfano ya Manyoni. Niwapongeze, na hasa mtazamo wa kununua na zana za kilimo kule kuzipeleka ili kuongeza tija na urahisi wa kuhudumia maeneo hayo, lakini pale Manyoni kuna changamoto ya tembo, na tembo wanawasumbua sana wale wananchi na wale wakulima, wameweka nguvu zao na sisi kwetu tunahesabu ile miti walioipanda ni sehemu ya miti ambayo kwetu sisi inayetuelekeza kwenye kile ambacho tunakikusudia kinaitwa tija. Lakini usumbufu wa wale tembo, tuna wajibu nao, kwa sababu sisi ndio tuliopewa dhamana ya kuisimamia sekta. Labda nitoe maelekezo, naibu katibu mkuu, bodi iende ikafanye uangalizi wa kina wa namna gani tunaweza tukawasaidia wale wananchi kuondokana kwenye changamoto wa wale tembo. Na hili wasiende wenyewe, na nyinyi muende, alafu mnishauri. Kama litahusisha wizara zaidi ya moja, tuchukue hatua kwa pamoja kuwalinda wale watu. Wametumia jasho kubwa sana kuwekeza pale nguvu kubwa wana matarajio makubwa sisi wenye sekta na sisi tuonyeshe umuhimu wa kuwalinda ili wapate kile wanachokikusudia. E, ni kuombe hilo mlifanye haraka, naamini ndani ya siku tatu mtanipa majibu. Tuchukue hatua kama tutamhitaji mtu wa wanyamapori au mali asili au nani, wote kwa pamoja tukubaliane hatua za haraka tuwalinde wale wakulima. Mimi nadhani, kwa hayo tukiyafanya tutakuwa tumewatendea haki wakulima wa zao la korosho. Na mwisho, nimesema mwanzo nirudie hapa, korosho zinazotoka mkoa wa Ruvuma, Lindi na Mtwara. Nisikia honi ile ilikuwa honi ya nini? <laughs> ya meli zitatoka hapo ilipopigwa hiyo honi ili tifanya mkoa huu na bandari hii ifanye kazi, tusiende kusukuma maeneo ambayo yanaenda kutuletea msongamano usio na sababu.